E, mashabiki zangu sikilizeni, nataka niwacheka kionjo kidogo, ambao ngoma yangu mpya ambayo nategemea kuitengeneza huu mwezi. Unanita, bebi, kisa nina mali siku siku, nikishiwa nitakuwa begi, nita, ni utanitua mgongoni, kisa kweli, bebi, na kuchosha kwa kweli, bebi mimi naogopa mimi naogopa kwa kweli, baby, naogopa, najua baby unanipendea noti kweli. Sio siri, cha nyuma, nit, baby, uli uli ia, ni kweli siri, kipindi cha nyuma nilipokuwafukala nilikutongoza baby, ulinikata, uliniaibisha kwa ndugu na majamaa, ibanae. Yaani hapa nimeshachoka sana maka, sipo kwenye mudi toka, toka jia asubuhi sijala mpaka saa hivi.